Serikali ya Marekani imepiga marufuku wafanyakazi wa Serikali ya Marekani walioko China, wanafamilia wao na wakandarasi wenye vibali vya usalama, kuwa na uhusiano wowote wa kimapenzi ama wa kingono na raia wa China. Shirika ala, la habari la Associated Press AP limebaini marufuku hiyo leo Aprili 3, 2025. Kwa mujibu wa AP, watu wanne waliokuwa wali, na ufahamu moja kwa moja kuhusu sera hiyo waliiambia AP kwamba marufuku hiyo iliwekwa na Balozi wa Marekani anayemaliza muda wake, Nicholas Burns, mnamo Januari 2025, muda mfupi kabla ya kuondoka nchini humo. Watu hao walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina kuwa sera hiyo ni asiri na haipaswi kuanikwa. Ingawa baadhi ya mashirika ya serikali ya Marekani tayari yalikuwa na kanuni kali kuhusu mahusiano ya aina hiyo, sera ya jumla ya kutofautiana kwa karibu, yaani nani fraternization, kama inavyojulikana, haijawahi kuwekwa hadharani tangu kuanzishwa kwa vita baridi. Si jambo geni kwa wanadiplomasia wa Marekani katika nchi nyingine kuchumbiana ama kufunga ndoa na wenyeji wa mataifa husika. Toleo dogo la sera hiyo liliwekwa mwaka jana, likikataza wafanyakazi wa Marekani kuwa na uhusiano wa kimapenzi na wa kingono na raia wa China waliokuwa wakifanya kazi kama walinzi na wafanyakazi wa kusaidia katika ubalozi wa Marekani na ofisi tano za ubalozi mdogo nchini China. Hata hivyo, Burns ambaye ni balozi anayemaliza muda wake aliipanua kuwa marufuku ya jumla kwa mahusiano yote ya aina hiyo na raia yoyote wa China, siku chache kabla ya Rais Donald Trump kuapishwa na kuingia Ikulu ya taifa hilo. AP haikuweza kubaini hasa jinsi sera hiyo inavyofafanua neno uhusiano wa kimapenzi ama uhusiano wa kingono. Watu wawili waliokuwa na taarifa kuhusu marufuku hiyo waliiambia AP kwamba sera hiyo mpya ilianza kujadiliwa majira ya kiangazi mwaka jana, baada ya wajumbe wa Kongress kuwasiliana na Burns wakieleza wasiwasi wao juu ya vizuizi vya awali kuwa havikuwa vikali na vya kutosha. Kamati teule ya baraza la wawakilishi kuhusu chama cha kikomunisti cha China haikujibu ombi la maoni kuhusiana na sakata hilo. Hata hivyo, sera hiyo mpya inahusu raia wa Marekani wanaofanya kazi nchini China, ukiwemo ubalozi wa Beijing na ofisi za ubalozi mdogo huko Guangzhou, Shanghai na Shenyang bila shaka na kule Wuhan pamoja na ubalozi mdogo wa Marekani katika eneo la Hong Kong linalojitawala kwa kiasi. Hata hivyo, haitekelezwi kwa wafanyakazi wa Marekani walioko nje ya China. Kivuli pekee cha ubaguzi katika sera hiyo ni kwa wale ambao tayari walikuwa na mahusiano na raia wa China kabla ya marufuku hiyo kutangazwa. Wao wanaweza kuomba msamaha maalum ili kuruhusiwa kuyaendeleza, kwa mujibu wa vyanzo hivyo. Ikiwa ombi hilo litakataliwa, wanapaswa kuvunja uhusiano huo ama kuacha kazi zao. Watu hao walisema yeyote atakayekiuka sera hiyo ataamriwa kuondoka nchini China mara moja. Sera hiyo ilitangazwa kwa njia ya mawasiliano ya moja kwa moja na ya kielektroniki kwa wafanyakazi wa Marekani walioko nchini China mwezi Januari mwaka huu, lakini haijatangazwa hadharani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipoulizwa na AP kuhusu swala hilo ilisema kuwa haiwezi kutoa maoni kuhusu masuala ya ndani kwa mujibu wa Baraza la Usalama la Taifa lilielekeza maswali yote kwa wizara ya mambo ya nje ambapo Burns ambaye ni balozi wa zamani wa Uchina hakujibu swali la AP kuhusiana na madai hayo. Huduma za ujasusi kote ulimwenguni kwa muda mrefu zimekuwa zikitumia wanaume na wanawake kwenye mvuto wa kimapenzi ili kupata taarifa nyeti, hasa wakati wa Vita Baridi ambayo ilitokea Wizara ya mambo ya nje ya Marekani na mashirika mengine yenye ofisi nchini China yamekuwa na mahitaji makali ya kuripoti mahusiano binafsi ya wafanyakazi wa Marekani walioko huko, hasa kwa nchi zinazochukuliwa kuwa tishio kubwa la ujasusi kama Russia na Cuba. Nyaraka za wizara ya mambo ya nje zilifichuliwa zinazoonyesha kuwa mnamo mwaka 1987, serikali ya Marekani ilipiga marufuku wafanyakazi walioko katika nchi za Kisovieti na China kufanya urafiki, kuchumbiana ama kuwa na uhusiano wa kimapenzi na wenyeji baada ya ofisa wa jeshi la majini la Marekani na la Russia kudanganywa na jasusi wa Kisovieti. Marufuku hizo zililegezwa baada ya kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti mwaka 1991, kulingana na ripoti za habari za wakati huo. Nchini China, marufuku ya jumla kama hii haijatekelezwa kwa miaka mingi kabla ya marufuku mpya Januari, ambapo wafanyakazi wa Marekani nchini China walihitajika kuripoti uhusiano wowote wa karibu na raia wa China kwa wasimamizi wao, lakini hawakuwa wamepigwa marufuku moja kwa moja kuwa na uhusiano wa kimapenzi ama kingono. Wanadiplomasia wa Marekani na wataalamu wa ujasusi wanasema kuwa Beijing inaendelea kutumia kile kinachoitwa honeypots, yani mbinu za mtego wa kimapenzi kupata siri za Marekani. Kabla ya kupelekwa China, wafanyakazi wa Marekani hupewa mafunzo kuhusu visa vya awali, ambapo huduma za ujasusi za China ziliwatuma wanawake wenye mvuto kuwadanganya wanadiplomasia wa Marekani, na huonywa kuwa maofisa wa usalama wa serikali ya China wanaweza kupewa jukumu la kumfuatilia mwanadiplomasia yoyote wa Marekani anayevutia maslahi yao. Haijulikani jinsi sera za Marekani za kutofautiana na kwa karibu zinavyotekelezwa katika nchi nyingine, kwani zinawekwa kama siri za Serikali katika miaka mvutano, kati ya Marekani na China umeongezeka kuhusu biashara, teknolojia na ushindani wa kisiasa. Mchambuzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani CIA na rais wa taasisi ya The Jamestown Foundation, taasisi ya utafiti yenye ya makao yake jijini Washington, Peter Mattis alisema kuwa kumekuwa na visa viwili vilivyochapishwa, ambapo maajenti wa China waliwadanganya wanadiplomasia wa Marekani walioko China, ingawa hajawahi kusikia kisa kama hicho katika miaka ya hivi karibuni. Matis aliongeza kuwa tatizo lingine ni kwamba majasusi wa China wakusanyi taarifa kupitia maajenti wa kijasusi pekee, bali pia wanashinikiza raia wa kawaida wa China kutoa taarifa, mara nyingi kwa vitisho ama shuruti. Na nukuu, huduma za usalama wa taifa za China MSS iko tayari kutumia uhusiano wowote wa kibinadamu ambao shabaha yake anaweza kuwa nao ili kupata taarifa ya kijasusi. Mabadiliko haya ya sera yanaonyesha kuwa MSS inayozidisha juhudi zake za karibu kupata ufikiaji wa ubalozi wa Marekani na serikali ya Marekani, alisema mchambuzi huyo. Wizara ya mambo ya nje ya China haikutoa maoni kuhusu marufuku hiyo, ikisema kuwa taarifa fupi ni bora kuliko kuuliza Marekani kuhusu swali hilo. China pia imeendelea kuimarisha udhibiti wa wafanyakazi wake walioko nje ya nchi. Kulingana na kanuni za serikali ya China, ripoti za habari na watu wanne walio na ufahamu wa ndani kuhusu mfumo wa utawala wa China walikubali kuzungumza kwa masharti ya kutotajwa majina. Katika miaka ya hivi karibuni Beijing imeanza kutekeleza kwa ukali kanuni zinazopiga marufuku kupandishwa vyeo kwa watumishi wa umma wa China wenye wenzi waliochukua uraia wa kigeni na kuwalazimisha wanadiplomasia wa China kurudi nyumbani baada ya muda fulani badala ya kukaa kwa muda mrefu katika nchi moja. Wizara ya Mambo ya Nje ya China na taasisi nyingine za serikali zinawapiga marufuku maofisa wake kuwa na uhusiano wa kimapenzi au wa kingono na raia wa kigeni huku wanajeshi na maofisa wa polisi wa China kwa ujumla wakizuia kusafiri nje ya nchi bila idhini maalum ya wasimamizi wao. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.